Jamii naomba isiwatenge wala wadharau wale wanaopitia changamoto za afya ya akili. Hawa ndugu zetu tunaishi nao, tunawazunguka, wanatuzunguka. Sasa kuna tabia zile zetu za kibinadamu, kianza mtu ameanza kushaki kidogo, nakua mnaanza kujitenga pembeni pembeni, bwana, unamwona fulani hivi na hivi. Hiyo tafadhali, naomba tusiweke kwenye jamii yetu, kwa sababu kufanya vile tunakuwa tunamzidishia huyu ndugu yetu madhara zaidi. Stigma sio nzuri. Kwa serikali na mashirika serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali, wahakikishe huduma za afya akili zinapatikana katika vituo vya dharura. Nalichukulia suala hili kwa uzito mkubwa, kuhakikisha huduma za afya akili wakati wa majanga na dharura zinapewa kipaumbele kama kauli mbiu inavyosema tunaendelea kulisimamia kwa kushirikiana na wadau na wataalamu mbalimbali wa afya ya akili. Niwaombe viongozi wa jamii na viongozi wetu wa dini kutenga muda wa kusikiliza na kusaidia wale wenye matatizo ya akili mara tunapoanza kuahisi au kuwaona. Kwa kufanya hivi, tunaepusha mambo mengi kabla hajatokea huko ndii, lakini pia ili nilielekeze kwa watoa huduma, naomba watoa huduma wote wapewe mafunzo ya huduma ya kwanza kuweza kutoa msaada wa haraka kunapotokea majanga au dharura, ili kuzuia changamoto ya afya akili zisiweze kutawala wakati wa majanga. Tunapoona mabadiliko ya tabia kwa watu au kwa kijana wetu au kwa mzee wetu basi tusianze kuwa na hisia ambazo ni hasi kwamba itakuwa amerogwa au ana changamoto gani. Lakini mabadiliko yoyote yale ya tabia unayaona vile ulivyomzoea mtu na anakuwa wa tofauti, basi uweze kubaini ya kwamba kuna tatizo, na cha muhimu sana ni kuweza kumpeleka katika huduma za kisaikolojia na magonjwa ya akili, waweze kupata msaada wa matibabu. Kuna matibabu ya mazungumzo, kuna matibabu ya dawa, kuna matibabu pia tunasema matibabu ya kazi, tiba kazi. Kwa halmashauri yetu ya jiji la Tanga tumejipanga, tumejipanga kwa maana kwamba tunashirikiana na wadau wa, wa asasi zisizo za kiserikali, wao wanawapangia majukumu yao, ni kupitia katika maeneo ya maskani ya dawa za kulevya. Vijana wetu wengi wanatumia madawa ya kulevya, kwa hiyo wanaanzia kule, wanawaibua. Wakishawaibua wale wana changamoto za afya akili, wanawaleta katika sehemu za kutolea huduma. Kwa wale ambao wana haona changamoto za afya akili, ni waraibu wa dawa za kulevya wanawapeleka katika kituo cha mati Bombo kwa ajili ya ushauri na kupata matibabu ya uraibu. Kwa hiyo katika halmashauri ya Tanga tumejipanga, katika kila kituo kuna wataalamu wa kutosha, kuna dawa, dawa zinapatikana za kuwasaidia hawa wagonjwa wa afya akili, endapo wanapatikana katika sehemu zetu za kutolea huduma katika halmashauri ya jiji la Tanga. Hivyo tumejipanga kuwasaidia hawa wagonjwa au wapata changamoto za afya akili wanapokuja katika vituo vyetu vya kutolea huduma.